Leo mojawapo ya mada ambayo tutazungumza asubuhi ya leo ni kuhusiana na mchakato wa kumpata mgombea urais ndani ya CCM ambao umekamilika hapo jana, na kama ulikuwa unafuatilia mambo hayo umeshuhudia ni kwamba tayari uh, mgombea urais kupitia chama hicho amepatikana Dr. John uh, Magufuli -ma -ma na mgombea mwenza ambaye ni Samia Suluhu Hassan, ndio watakaopeperusha bendera ya CCM katika kuwania nafasi hiyo ya juu kabisa ya urais katika uchaguzi mkuu utarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu na studioni imemwalika mgeni hapa na si mwingine bali ni bwana Kisena Maguba. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Karibu sana bwana Kisena. Asante sana, na kama nilivyokueleza ni kwamba tunachozungumza ni kuhusiana na mchakato mzima tangu ulipoanza mpaka jana ambapo tumeshuhudia tayari mgombea huyo akiwa amepatikana na mgombea mwenza, kwa, kwa kwa ufupi, ma, kwa hivyo hiyo ndio mada ambayo tutazungumza asubuhi ya leo. Labda bwana Kisena ama kwa unaweza ukaelezea vipi huu mchakato wa kumpata mgombea ndani ya CCM tangu pale ulipoanza katika uchukuaji wa fomu na hatimaye hiyo jana kukamilika kwake ambavyo tumeshuhudia mgombea wa nafasi ya urais na mgombea mwenza wakitangazwa kule mjini Dodoma. nini una cha kuzungumza katika hilo? Asante sana. Mimi ninachokiona mm, ni ukomavu wa demokrasia ndani ya chama cha mapinduzi, kwa sababu tunaona mchakato ulivyoanza na hatimaye jana walihitimisha kumpata mgombea, lakini pia tunaona jinsi gani chama kinavyoweza kuhimili misukosuko ya kwamba alikuwa katika kipindi kigumu cha kumpata mgombea wa Chama cha Mapinduzi, lakini baadaye maona wamerudi kuwa wamoja kama Chama cha Mapinduzi, kama mwenyekiti wao alivyosema jana, ya kwamba yale makundi 38 sasa limebaki kundi moja ambalo sio la Magufuli bali ni la Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mchakato ukija kuangalia ni demokrasia ambayo inazidi yun, ambayo kukomaa ndani ya chama hicho kikongwe cha siasa hapa nchini, chama cha mapinduzi Kwa hiyo tunaona jinsi gani wanavyoweza kuizungumza demokrasia na kuifanyia kazi demokrasia. Kwa hiyo huu mchakato tunavyoona kwamba mpaka John, Dr. John Pombe Magufuli anapata nafasi hii, ni mchakato ambao ulianza, lakini pia utaona jinsi gani kulikuwa kuna makundi, lakini siku hiyo baada ya kutangazwa yote yamevunjwa, na utakumbuka wakati wa tano bora yaliibuka watu wakaanza kuzungumza mambo ambayo yanaonekana kwamba Chama cha Mapinduzi kingekuwa kuna labsha fulani, lakini baada ya kupata tatu bora wale wale waliokuwa wakizungumza juu ya kupinga walishangilia. Ilikuwa inamaanisha nini? Kati ya wale watatu yoyote yule ambaye angeliweza, wote walikuwa wameshawapokea, na tunaona ya kwamba hakukuwepo tena manunguniko au mambo yoyote yaliyoendelea bali wote walisimama kitu kimoja na kuingia na kumchagua mgombea wa chama cha mapinduzi. Kwa hiyo mimi naona ni demokrasia kubwa sana ambayo imekuja, lakini pia niwashukuru kwamba wameenda kuvunja makundi, yameyavunja automatically siku hiyo. Na unaposema wamevunja um, um, siku hiyo, labda ni kweli, kwa, kwa kutazama ule mchakato ulivyo, wewe ni mchambuzi, ulikuwa unafuatilia, naam Unaweza kusema ni kweli kabisa wameyavunja kutoka moyoni, ama tu wameamua kuvunja pale kuonyesha kwa watu, lakini labda pengine wametoka wakiwa wengine bado wana kinyongo moyoni? Mimi nasema inawezekana, wapo wachache ambao bado wana kinyongo, kwa sababu hii ni siasa na huwezi kujua mtu alikuwa anafanya nini, lakini kuja kuangalia, kwa sababu hakuna kampeni iliyofanyika ya kuyavunja yale makundi, ni watu ni hisia zao za ndani za moyo ambazo zililipuka na kushangilia baada ya kupata watu watatu bora. Kila mtu akaonekana kuwaunga wale watatu bora, kwa hiyo hakuna kampeni iliyoendelea kwamba tu support, lakini wao wenyewe walilipuka na kushangilia, yale yale makundi. Hata ukiwa ukifuatilia katika mitandao ya kijamii, katika yale yale makundi, watu walikuwa wana tweet, lakini kwenye Facebook pia walikuwa wakiandika. Lakini baada ya hapo wale wale watu, ndani ya muda mfupi, hao hao tena watu wakawa wameshasema hawa tunawahitaji, na hatimaye wakapata mtu mmoja ambaye ni John Pombe Magufuli. Katika mchakato mzima, wakati unaanza ule wachukuaji form, uh, tumeshuhudia watu wengi sana wamejitokeza katika mchakato mzima, hata wengine ambao labda hawajawahi kusikika kabisa, lakini ni wafuasi, labda ni wanachama wa chama hiki, labda mathalani, wengine tumeshuhudia ni wakulima wamejitokeza kwamba anataka kujaribu ku, ku, nafasi hii na mpaka minong'ono ikatokea ndani ya na jamii kwamba hii inaleta ina picha gani sasa maanake sasa wengine wanakuwa kama kiti cha urais wanataka kuichezea kwamba mtu yeyote anaweza akawa rais nyinyi kama wachambuzi hili mlikuwa mmelizungumziaje mmelichukulia vipi kwangu mimi nililiona kwamba kwanza ijulikana kwamba chama cha mapinduzi ni chama kina wanachama wengi kwa mujibu wa takwimu ambazo wao wanaziona na ambazo wanazisema kwamba chama cha mapinduzi kina wanachama zaidi ya milioni sita. Sasa wanapojitokeza watu arobaini wa na mbili kuchukua fomu kati ya milioni sita, ni ukomavu tu wa kidemokrasia ya kwamba watu wanajua sasa, wanajua kwamba wana haki, wanaweza watu wanajipima. Lakini pia ukiangalia, ni watu wa aina mbalimbali. Kuna watu ambao ni wabobevu ndani ya siasa, kuna wakulima kuna watu ambao wengine ni wafanyabiashara tu wa kawaida ambao wameweza kujitokeza. Kwa hiyo ni demokrasia ndani ya chama cha mapinduzi. Kwa hiyo hii wingi wa watu hakiwezi kusemekana kwamba ilikuwa ni tatizo sana, hii ilikuwa ni swala la kudumisha demokrasia ndani ya chama kile. Na ukija kuangalia mlolongo wa, wa utaratibu ambao wakuja kumpata umepitia katika mfumo, unaenda unawachuja, unaenda na wachuja, hatimaye amepatikana mtu mmoja kwa hiyo ilikuwa ni demokrasia ni na demokrasia na na, na unazungumzaje sasa swala hili, mara baada ya ambalo walizungumza muda mfupi, kwamba mara baada ya mgombea tu kutangazwa, ama wale watatu walivyobakia, watu wengi kwenye ukumbi ule, ama wanachama wengi wa CCM katika ukumbi ule wa mikutano, ni kwamba walionyesha kuwakubali ku, ku, na, na, na hatimaye baada ya kupatikana ile jina moja la Dr. John uh, Pombe Magufuli pia wa, wa, wanachama wale wakaonyesha kumkubali, lakini pia hata kura zenyewe zinaonyesha kwamba ni wanachama wengi yeah, zaidi wamempigia zaidi ya elfu mbili, na wengine kupata kura chache zile, ina maana kwamba wanaonyesha kwamba wana, wana imani kubwa sana na, na mgombea ambaye wamempendekeza. Unadhani ni kwa nini, labda ukija kuangalia Chama cha Mapinduzi kulikuwa kuna makundi haya makundi ndio yaliyokuwa akileta msigano sasa baadaye haya makundi yanaonekana kila kundi kumuunga kuwaunga mkono, walianza kuwaunga kwanza, walianza kuwaunga wale wagombea watatu waliobaki mm, lakini haya makundi tena yanakuja kumuunga mtu mmoja ambaye aliyepatikana. Kwa hiyo tunaona jinsi gani, moja, walijipanga kumtafuta wagombea ambao ni sahihi, lakini pia waliangalia matakwa ya wananchi, na ndio hiki kinachokuja kuwaunganisha leo tunapoona kwamba zile vurugu labsha zote sasa hivi hazisemwi, wote wameungana kwa kitu kimoja. Lakini pia kwa kuchaguliwa kwa Dr John Pombe Magufuli, hakuna mtu aliyekuwa anatarajia. Sio jina lililokuwa likitajwa, sio jina lililokuwa likisemwa, mpaka watu wakawa wanasema CCM hawezi kuchagua mtu kama John Pombe Magufuli kwa sababu moja ya wa uadilifu wake kwa sababu ya uchapakazi wake, kwa hiyo amtaki. Lakini ndio huyo aliyekuja leo, ya kwamba chama wanachama, chama cha Mapinduzi wanaangalia nini wananchi wanataka, na wao nini wanachokifanya, ili kuleta mgombea bora kwa ajili ya kuingiza katika mchakato mzima wa ugombea urais.